Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amekumbana na pigo lingine baada ya mahakama ya rufaa kutupilia mbali ombi lake la kusitishwa kwa uamuzi wa mahakama kuu iliyoamua kuwa muungano wa Kenya Kwanza siyo ambao kuna wabunge wengi I beg to lay the Kwenye uamuzi wa majaji watatu wakiongozwa na David Musinga, Mogambi Ngoge na Francis Tuyot, walidokeza kuwa bunge la kitaifa hawakuthibitisha jinsi uamuzi wa mahakama kuu unavyohitilafiana na utendakazi wa bunge hilo, mahakama ikiongeza kuwa iwapo wangesitisha kwa muda uamuzi ule wa mahakama kuu, uamuzi ule ungekuwa unaunga mkono uamuzi wa spika Wetangula kuwa Kenya Kwanza ndio wengi bungeni. Honorable members, order. Hata baada ya uamuzi ule, muungano wa Kenya Kwanza unaendelea kushikilia nyadhifa za walio wengi bungeni. Awali spika Wetangula alikuwa ameshikilia kuwa muungano wa Kenya Kwanza ndio ulio na wabunge wengi na muungano wa Azimio ndio ulio na wabunge wachache.

Mahakama ya rufaa aidha imekataa kutoa uamuzi kuhusu uwezekano wa Spika Moses Wetangula kushikilia nyadhifa mbili, ile ya spika wa bunge la kitaifa na kinara wa Ford Kenya and everybody including yourself you know if i ask you a question who is the leader of Ford Kenya will you think twice before you answer it? zablon mashare undugu tv